Mambo vipi mpenzi mtazamaji? Na karibu tena katika chaneli yako pendwa ya Hadithi Time. Je, upendo wa mzazi una mipaka? Je, ni dhabihu gani ambayo baba anaweza kuifanya kwa ajili ya mtoto wake? Fikiria baba ambaye aliwahi kuwa hodari, lakini sasa amepooza. Maisha yake yote ni kujivuta ardhini, lakini binti yake ndiyo kila kitu kwake. Siku ya binti yake kufuzu chuo kikuu inafika, lakini hana nauli, hana nguo za heshima anachofanya ili kufika kwenye sherehe hiyo na kitendo anachokifanya binti yake mbele ya umati wa mamia ya watu kitakutoa machozi. Kabla hatujaendelea, bonyeza subscribe na alama ya kengele. Safari hii ya hisia inaanza sasa. Weka akamwacha na binti yao mdogo, dunia ya mzee Juma ilibomoka, lakini alipomtazama binti yake Amina, aliona sababu ya kuishi. Alimweka kifuani na kuapa, sitakufa, nitaishi kwa ajili yako, utasoma na utakuwa mtu mkubwa. Tangu siku hiyo mikono yake ikawa miguu yake na ndoto za Amina zikawa pumzi yake. Kila siku Mzee Juma alishona viatu, akikusanya kila senti kwa ajili ya ada na nauli za binti yake. Watu walimwona kama ombaomba omba, lakini yeye alijiona kama mwekezaji anayejenga mustakabali wa binti yake. Chuo kikuu Amina aling'ara darasani, lakini alikabiliwa na uhalisia wa umaskini. Umaskini wake hakuweza kumnunua vitabu vyote hivyo. Alitumia saa nyingi maktaba, akinakili kurasa kwa mkono hadi vidole vikauma. Na kisha kulikuwa na Baraka, mtoto wa mfanyabiashara mkubwa, ambaye aliona umaskini wa Amina kama fursa ya kujionyesha. Alimdhihiki kuhusu nguo zake, chakula alichokula, na zaidi ya yote, baba yake. Siku moja, Baraka alimzuia njiani. Nasikia leo ni siku ya mwisho ya kulipa ada, baba yako amepata pesa za kutosha, au cheti chako kitakuwa karatasi ya kufungia viatu anavyoshona, alisema huku akicheka na kumtupia noti chafu miguuni. Amina alihisi damu ikichemka, lakini badala ya kupiga kelele alimtazama Baraka machoni kwa ukimya uliokuwa na dharau kubwa kuliko tusi lolote. Alizikanyaga zile pesa na kuondoka akimwacha Baraka amedua. Usiku huo Amina hakulala, maneno ya Baraka yalikuwa yamewasha moto ndani yake. Alijua jibu pekee kwa dharau kama ile halikuwa maneno bali mafanikio. Mpenzi mtazamaji, hebu tusimame hapa kidogo. Maneno ya dharau kutoka kwa Baraka yalikuwa ya kuumiza sana. Je, unadhani Amina alipaswa kumjibu Baraka na kumtetea baba yake pale pale, au alifanya vizuri kunyamaza na kuweka nguvu kwenye masomo? Andika amjibu au anyamaze hapo kwenye comments. Hebu tuone sasa, tuendelee. Siku ya mahafali ilifika. Amina alipovaa joo lake, Mzee Juma alimwaga machozi. Mwanangu unang'aa, alisema, naomba Mungu akutangulie, mimi nitakuwa nawe kwa maombi. Wote walijua hakuwa na uwezo wa kufika. Amina alipoondoka, Mzee Juma alifanya uamuzi wa kijasiri. Alitoa akiba yake yote, lakini haikutosha hata nauli ya daladala. Kwa sekunde moja alihisi kukata tamaa, kisha alitoa picha ndogo iliyochakaa mfukoni, picha ya Amina akiwa mtoto. Alipomtazama, nguvu mpya ilimjaa. Aliweka picha ile kifuani, akaibisu paji la uso la binti yake hewani na kuanza safari. Haikuanzia tu kwenye vumbi, alijivuta kwenye lami ya moto. Magari yalipita kando yake, watu akimtazama kwa mashangao. Jua lilimchoma na mikono yake ilianza kupata michubuku. Baada ya kama kilomita tatu Alisimama chini ya mti akitweta. Mikono yake ilikuwa inatoka damu. Alifumba macho akihisi maumivu yakitishia kumzidi nguvu. Siwezi, alinononyea. Lakini ghafla maneno ya dharau aliyowahi kusimuliwa na Amina yakamjia. Kisha akakumbuka ahadi yake. Alifumbua macho, akapuuza maumivu na kuendelea na safari. Hii haikuwa tena safari ya mwili, ilikuwa ni safari ya moyo. Kwenye uwanja wa mahafali jina la Amina Juma lilitangazwa. Alipopanda jukwani huku akitabasamu, lakini moyoni alihisi upwekeo. Alitamani baba yake aweze kushuhudia. Wakati huo huo, kwenye lango la chuo, Mzee Juma aliwasili, mchafu, aliyechoka. Alipoanza kujivuta kuelekea kwenye umati, watu wakimkodorea macho, wengine kwa mashangao, wengine kwa dharau. Minongononyo ilimfika Amina, aligeuka na akamwona baba, moyo wake ulisimama. Bila kufikiria, aliachia cheti chake kikapeperushwa na upepo, akakimbia akishuka jukwaani, akipita mbele ya umati uliopigwa na butwaa, macho yake akiwa na lengo moja tu. Alifika na kupiga magoti kwenye vumbi, akamkumbatia baba yake mchafu. Baba umefika, nilikujua utakuja, alilia. Umati wote ulinyawakea. Hata Baraka aliyekuwa akitazama alihisi aibu ikimfunika. Kisha Amina alivua kafua yake ya mahafali na kumvalisha baba yake. Kwa sauti iliyosikika kote alisema, hii si yangu baba, hii ni yako. Miaka minne nimekuwa darasani, lakini wewe umekuwa ukipambana kwa miaka kumi na tano. Wewe ndiye umehitimu leo. Ukumbi wote ulikuwa kimya kwa sekunde moja, kisha mgeni rasmi akasimama na kuanza kupiga makofi. Taratibu umati wote uliinuka na makofi yakageuka kuwa radi ya heshima iliyotingisha uwanja mzima. Kitendo cha Amina kilimgusa mgeni rasmi, mkurugenzi wa benki kubwa, alimwita pembeni na kumwambia, binti, tuna wahitimu wengi wenye shahada, lakini tuna wachache wenye tabia ya dhahabu kama yako. Kazi inakusubiri ofisini kwangu Jumanne. Mwaka mmoja baadaye, Amina alikuwa amemnunulia baba yake nyumba nzuri na chuo kikuu kwa heshima ya dhabihu ya Mzee Juma kilianzisha udhamini mpya wa masomo kwa wanafunzi wenye uhitaji ukiitwa The Juma Resilience Scholarship. Dhabihu ya baba haikupotea bure na upendo wa binti ukawa daraja la mafanikio. Hadithi hii inatufunza kuwa heshima ya kweli haitokani na mali bali na moyo safi na upendo usio na masharti. Je, ni somo gani kubwa umelijifunza kutoka kwa Mzee Juma na Amina? Na je, unamjua mtu katika maisha yako ambaye amejitoa dhabihu kwa ajili yako? Usisite kuwaonyesha shukrani. Acha maoni yako hapo chini, bonyeza like na usisahau kushare. Mimi ni msimulizi wako kutoka Hadithi Time, tukutane tena. Kwa heri.